Tuelekee kaunti nambari 26 ambapo eneo la Tuwan, viungani mwa mji wa Kitale, mara nyingi limekuwa likitajwa kwa visa vya ukosefu wa usalama. Lakini maisha ya Mirel Atieno, askari wa kaunti, yanabadilisha taswira ya eneo hilo. Mirel ambaye amevunja vikwazo na kuwapiku warembo wengine humu nchini, sasa anajiandaa kuiwakilisha Kenya kwenye mashindano kima ya kimataifa ya Miss Earth yanayotarajiwa kufanyika nchini Ufilipino. Alfajiri katika makazi yao eneo la Mitume, tunampata Mirel akiwa amezama kwenye shughuli za usafi na kazi za nyumbani, kabla ya kuvaa viatu vya mazoezi ya mitindo. Kisha anaondoka kuelekea kazini, akiendelea kuhudumu akiwa askari wa kaunti, bila kuacha ndoto yake ya ulimbwende. Nidhamu na kujituma kwake zimekuwa kielelezo bora kwa vijana wa eneo hili. Day, na kama niko na Activities za Miss Earth nita balance kazini na baadaye. Yeah, yeah, she is committed and always ready for any assignment. Very disciplined and ready to take up any challenge. Safari yake katika ulimwengu wa urembo ulianza akiwa mwanafunzi wa shule ya upili bila hata kudhani kwamba siku moja angepata heshima ya kushikilia taji la Miss Earth Kenya Licha ya changamoto za kifedha, mavazi na gharama za usafiri, Mirel amedumu na dhamira ya kufanikisha ndoto zake. Alipokuwa anasoma Bubu wake Girls alikuwa ako na tai fulani, hii tai akanificha, kumbe tai ilikuwa inasema kwamba yeye ni Miss Bubu wake Girls. <laughs> <laughs> Najipanga vizuri na natumai kwamba nitaleta huo ushindi. Kinyume na dhana kwamba anatoka mitaa yenye sifa mbaya ya usalama, Mirele amebaki kuwa kielelezo cha matumaini na uvumilivu. Familia yake sasa imejipatia sifa si tu katika mitaa ya Kitale bali kitaifa na kimataifa huku wakijivunia binti wao anaenda kuchuana na warembo kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. kusupporting her financially because ako na uh, a huge task ya kujitengeneza in terms of getting ready for the international space, na ningefurahia tu support wote tukiwa pamoja kwa hii safari yake, ambao anasafiri kwenda ng'ambo, tukiwa pamoja tumshikilie. Nimemshikilia nikiwa mama, and locally bado unaendelea kujipanga na hata hivyo, licha ya mafanikio yake, bado kuna maswali kuhusu msaada wa serikali. Wadau wanasema Mirel, ambaye mwaka huu amekuwa balozi wa Kenya katika tasnia ya ulimbwende, hajapata kutambuliwa wala kuungwa mkono ipasavyo na mamlaka husika. Ndiyo mikakati ya mwisho kabla ya kuondoka humu nchini kuelekea Ufilipino, kupeperusha bendera ya Kenya akiwa na matumaini ya kurejea na ushindi. Collins Shitiabai, runinga ya by, Citizen, kaunti ya Tranzoia. Toka Tranzoia -so tuelekee kaunti namba 32.